Sekta ya kibinafsi inatarajiwa kuchangia shilingi bilioni mia sita katika miradi ya unyunyuziaji maji mashamba na kuhakikisha ekari milioni moja zitakuwa zikinyunyuziwa maji katika miaka kumi ijayo. Hii ni kulingana na katibu katika idara ya unyunyuziaji maji mashamba, Ephantus Kimotho, ambaye alisema serikali inatayarisha stakabadhi za ushirikiano na sekta za kibinafsi, kuhusu miundo mbinu ya unyunyuziaji maji mashamba. Kuna mipango ya kuhakikisha kuna uwekezaji katika miradi ya unyunyiziaji maji mashamba. Mpango huo utawahakikishia wakulima watakaonunua vifaa vya unyunyiziaji maji mashamba kwa kutumia mikopo kwamba hawatapata hasara wanapowekeza kwenye miundo misingi hiyo, huku serikali ikipanga kutovitoza ushuru vifaa hivyo. by 2027, we'll have Wakati huo huo, bodi ya wahandisi humo nchini imeanzisha mafunzo ya teknolojia mpya kama vile matumizi ya roboti akili nemba pamoja na miundo mbinu ya kisasa. Mkurugenzi mkuu wa bodi hiyo, mhandisi Margaret Ogai, alisema mafunzo hayo yanalenga kuhakikisha wahandisi wa humo nchini wanapata ujuzi ili kuwa na uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia inayoibuka so Alliance. We are going to become signatories to the Washington Accord. Hatimaye, wanabiashara katika kaunti ya Kakamega wameshauriwa kukuza ubunivu mbali na kutumia mitandao ya kijamii ili kuuza bidhaa zao kwa ufanisi zaidi. Wito huo ulitolewa kwenye washa ya kibiashara iliyoandaliwa mjini Kakamega, ambako wakulima walieleza changamoto wanazokabiliana nazo. Serikali ya kaunti ya Kakamega iliahidi kuboresha miundombinu na kuhakikisha kuna mazingira mazuri ya biashara.